asante sana mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa Nusrat Hanje mheshimiwa mwenyekiti ni, ni wapongeze serikali wamesema wamekusanya bilioni mia sita themanini na tisa tangu mwaka elfu mbili na kumi na nne, kumi na tano mpaka elfu mbili na kumi na tisa, ishirini e, kutoka bilioni mia sita themanini na tisa mpaka trilioni mbili nukta mbili moja lakini mheshimiwa mwenyekiti ukiangalia majibu ya swali na swali nilouliza swali langu halijajibiwa Ila sasa najua kuna ethics za za kutoa taarifa za mifumo. Najua ni taarifa sensitive na ndio maana hawajazisema. Na wao wanasema kuna ongezeko la asilimia mia nne. Si na wanasema nawapongeza lakini mimi nimetaka kujua mpaka sasa tumepoteza fedha kiasi gani. Kwao natambua kwamba inawezekana ni taarifa ambazo ni nyeti hawajazitoa. Kwao hata tukirudisha halitajibiwa. Ila naomba tu tukubaliane, mimi sitakuwa na maswali ya nyongeza, lakini naomba tu tukubaliane kwamba kuna shida kubwa kwenye mfumo. Kuna pesa upotevu wa fedha na ripoti ya CAG inaonyesha kwamba kuna upotevu mkubwa wa fedha. Kwa hiyo, mimi niombe tu commitment ya serikali kwenye hili ya dhati kabisa wahakikishe wa, wa, wa, wanatumia teknolojia zote zilizopo duniani na, na mapinduzi ma, makubwa duniani kudhibiti mfumo wa upotevu wa fedha kwa sababu zinapotea. Naomba uketi. Mheshimiwa Nusra Tanje, najua utaratibu unaufahamu. Mheshimiwa wabunge, nadhani swali liko wazi. Zinasema, je, serikali imepoteza fedha kiasi gani tangu mwaka elfu mbili na kumi na tano mpaka elfu mbili na ishirini kwa kuto kuwepo usalama madhubuti wa mifumo ya usimamizi kufuatia mabadiliko ya tehama duniani. Mheshimiwa bunge, kwa uelewa wangu, ili swali hili lijibiwe, lazima liwe linalinganisha sasa majibu ya serikali hapa yalipo kwa namna swali lilivyoulizwa, yanajitosheleza kwa sababu swali lilipo na majibu yapo hapa kwa maandishi, unless Mheshimiwa, Mheshimiwa Nusrat Hanje ungependa majibu mengine, naomba nitoe tu maelekezo kwamba unaweza ukaandika upya swali lako kwa kulingana na majibu ambayo unayatarajia. Mheshimiwa Waziri, na kuruhusu uendelee urejee, au kama kuna swala la nyongeza, nadhani hakuna kwenye eneo hili. Mheshimiwa wabunge, tunaendelea na Wizara ya Viwanda na Biashara. Samani, sio viwanda na biashara, tunaendelea Wizara ya Fedha hiyo hiyo, na ni swali la Mheshimiwa Daktari Rita Yanesfa Kabati, mbunge wa viti maalum. Mbunge anauliza nini mkakati wa kuyajengea uwezo makampuni ya ndani kuyapa tenda za bilioni hamsini kwani sheria manunuzi inaruhusu kupewa tenda za bilioni ishirini? Mheshimiwa mwenyekiti, kifungu cha hamsini na saba cha sheria ya ununuzi wa umma namba kumi ya mwaka ishirini ishiri na tatu na kanuni ya arobaini na tano ya kanuni za ununuzi wa umma za mwaka elfu mbili na ishiri na nne zimetenga zabuni za hadi shilingi bilioni hamsini kwa ajili ya wazawa na kampuni za ndani. Utekelezaji wa sharti hili la sheria linatekelezwa kupitia mifumo wa kielektroniki wa ununuzi wa umma nesti. Mheshimiwa mwenyekiti, vilevile kifungu cha sitini na moja cha sheria hiyo kinaeleza watu, wa kam watu au kampuni binafsi kama hazina uwezo wa kutekeleza mikataba kuingia katika ushirika, katika ushirika kwa lengo la kuimarisha uwezo Mheshimiwa mwenyekiti katika mfumo wa nesti kuna kategoria mbalimbali za wazabuni ambapo kampuni itatambuliwa na mfumo wa nesti kama kampuni ya ndani endapo kampuni hiyo imesajiliwa Tanzania. Asante sana Mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa Nusrat Hanje. Mheshimiwa mwenyekiti, mwenye ni, ni wapongeze serikali wamesema wamekusanya bilioni mia sita, themanini na, tisa, tangu mwaka elfu mbili na kumi na nne kumi na tano mpaka elfu mbili na kumi na tisa ishirini e, kutoka bilioni mia sita, themanini na, tisa, mpaka trilioni mbili nukta mbili moja lakini mheshimiwa mwenyekiti ukiangalia majibu ya swali na swali niliouliza swali langu halijajibiwa ila sasa najua kuna ethics za, za kutoa taarifa za mifumo najua ni taarifa sensitive na ndio maana hawajazisema wao wanasema kuna ongezeko la asilimia mia, mia nne nasema nawapongeza na, lakini mi nimetaka kujua mpaka sasa tumepoteza fedha kiasi gani, kwa natambua kwamba inawezekana ni taarifa ambazo ni nyeti hawajazitoa, kwa hiyo hata tukirudisha halitajibiwa, ila naomba tu tukubaliane, mimi sita kuwa na maswali ya nyongeza, lakini naomba tu tukubaliane kwamba kuna shida kubwa kwenye mfumo, kuna pesa, upotevu wa fedha, na ripoti ya CAG inaonyesha kwamba kuna upotevu mkubwa wa fedha. Kwao mimi niombe tu commitment ya serikali kwenye hili ya dhati kabisa, wahakikishe wa, wa, wa wanatumia teknolojia zote zilizopo duniani na mapinduzi makubwa ya teknolojia duniani kudhibiti mfumo wa upotevu wa fedha kwa sababu zinapotea. Naomba uketi, Mheshimiwa Nusra Tanja. Najua utaratibu unaufahamu. Mheshimiwa Bunge, nadhani swali liko wazi zinasema, je, serikali imepoteza fedha kiasi gani tangu mwaka elfu mbili na kumi na tano mpaka elfu mbili na ishirini kwa kuto kuwepo usalama madhubuti wa mifumo ya usimamizi kufuatia mabadiliko ya tehama duniani? Waheshimiwa wabunge, kwa uelewa wangu, ili swali hili lijibiwe lazima liwe linalinganisha. Sasa majibu ya serikali hapa yalipo kwa namna swali lilivyoulizwa yanajitosheleza, kwa sababu swali lipo na majibu yapo hapa kwa maandishi, unless mheshimiwa Mheshimiwa Nusrat Hanje ungependa majibu mengine. Naomba nitoe tu maelekezo kwamba unaweza ukaandika upya swali lako kwa kulingana na majibu ambayo unayatarajia. Mheshimiwa Waziri, na kuruhusu uendelee, urejee au kama kuna swala la nyongeza, nadhani hakuna kwenye eneo hili. Mheshimiwa wabunge, tunaendelea na wizara ya viwanda na biashara, samani, sio viwanda na biashara, tunaendelea wizara ya fedha hiyo hiyo, na ni swali la Mheshimiwa Daktari Rita Enesfa Kabati, mbunge wa viti maalum. Mbunge anauliza, nini mkakati wa kuyajengea uwezo makampuni ya ndani kuyapa tenda za bilioni hamsini kwani sheria ya manunuzi inaruhusu kupewa tenda za bilioni ishirini? Mheshimiwa mwenyekiti, kifungu cha hamsini na saba cha sheria ya ununuzi wa umma namba kumi ya mwaka ishirini ishirini na tatu na kanuni ya arobaini na tano ya kanuni za ununuzi wa umma za mwaka elfu mbili na ishirini na nne zimetenga zabuni za hadi shilingi bilioni hamsini kwa ajili ya wazawa na kampuni za ndani. Utekelezaji wa sharti hili la sheria linatekelezwa kupitia mifumo wa kielektroniki wa ununuzi wa umma nesti. Mheshimiwa Mwenyekiti, vilevile kifungu cha sitini na moja cha sheria hiyo kinaeleza watu, wa kam watu au kampuni binafsi kama hazina uwezo wa kutekeleza mikataba kuingia katika ushirika, katika ushirika kwa lengo la kuimarisha uwezo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mfumo wa nesti kuna kategoria mbalimbali za wazabuni ambapo kampuni itatambuliwa na mfumo wa nesti kama kampuni ya ndani endapo kampuni hiyo imesajiliwa Tanzania, inamilikiwa na raia wa Tanzania.